Kila mtu ana uchaguzi wake. Ukiniuliza mimi, na uchaguzi wangu unapokuja kwenye chakula, na uchaguzi wa kwangu unapokuja katika uh, mavazi, na uchaguzi wangu nikija kwenye, kwenye masuala ya magari, nina uchaguzi wa kwangu. Kila mtu ana uchaguzi wake katika umati mkubwa wa watu ambao unaweza ukawaona. Wewe kijana ambayo unanisikiliza, uchaguzi wako ni upi? Kila mtu ana uchaguzi wake. Nini kipaumbele chako? Kipaumbele ni kitu ambacho kinakuwa cha kwanza. Je, unaofahamu wa kujua ni nini cha kwanza, nini kifuate baada ya hapo? Kama utashindwa kujua kipaumbele ni nini, utajikuta kitu cha pili umekifanya kuwa cha kwanza. Mara nyingi watu wengi wanashindwa hapa, iwe ni katika mahusiano, iwe ni katika masuala ya kazi, iwe ni katika masuala ya maisha kwa ujumla wake, watu wanashindwa hapa. Leo hii kuna msemo ambao unausikia watu wanasema sana katika mitandao, wanakuambia tafuta hela bwana, tafuta hela, mwanamke ni hela. Ni uongo mkubwa. Pesa sio kigezo cha kuwa na ndoa nzuri. Kuna watu wana kila kitu, wana nyumba nzuri, wana fedha, wana magari, lakini hawana amani katika familia yao. Yaani, pesa na ndoa ni vitu viwili tofauti usije ukavichanganya hata siku moja. Mithali kumi na nane fungu la ishirini na mbili anasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Watu wanaposoma mafungu kama haya wanakimbilia kudhani ya kwamba mtu anashushiwa mke kutoka mbinguni. Nisikilize vizuri, usije ukachanganyikiwa. Mungu alishaacha hizi biashara za kuchagulia watu mke au mume alishaziacha aliifanya kwa Adamu ikaleta mgogoro mambo yalivyoharibika Adamu anaulizwa bwana wewe vipi anasema huyu mke uliyenipa baada ya hapo Mungu anachofanya ni hiki, yaani hata kama ukiomba, kwa sababu kuna watu wananisikiliza hapa, uliomba sana ukaingia kwenye ndoa na hiyo ndoa imekuwa ni tatizo kubwa, badala ya kuchukua wajibu wa kwako unamkimbizia Mungu, Mungu ulinipa. Mungu anasema mimi sikumpa, ila alisukumwa na mihemko. Mshike mkono jirani yako, mwambie unaelewa au unalewa? Yaani kuna saa mihemko yako lili kusukuma, alafu unasingizia Mungu. Na wale ambao wanaamini ndoto, akaoteshwa asubuhi, akiamka sema ni huyu huyu, ehe, eh, kisa nimeota ehe. Uliotaje? nilimwomba Bwana, nikamwambia kama ndiye niote mara tatu, na akaota mara tatu. Kumbe Biblia inasema ndoto huja baada ya kazi nyingi iko kwenye Biblia kabisa. Wana saikolojia wanasema unachokiwaza sana chaweza kuja usiku. Ulikuwa unawaza huyo huyo, mwisho unahitimisha ndio yeye. Lafu kuna wale wengine, bora tu muache hii tabia nanyee. Bwana awasaidie. Kuna wale wengine, anachukua makopo, kopo moja ameweka Ashura, lingine Esta, anapanda muhindi, anapanda muhindi, anasema baba yule ambaye ndiye wa ambaye wa kwangu, huyo mhindi wote... ndugu yangu, ndoa sio agriculture <laughs> <laughs> <laughs> usituletee experiment za agriculture kwenye ndoa.